kazi kwa bidii. Hiyo ni mwaka, yani yani kama ni mfano basi mwaka huo ni wa mfano. Kwa kila mmoja wetu, kafanye kazi kwa bidii. Mwana wa lima, limeni kwa bidii, unaofuga fuga kwa bidii. Anasema kubali kugeuzwa au kufanywa upya nia. Nia. Kwa hiyo Warumi sura ya 12 sura ya 12 Rumi kumi na mbili mstari wa pili. Na Waefeso nne ishirini na tatu mpaka ishirini na nne. Tunaelezea kwa habari ya kufanywa upya Anasema kubali kugeuzwa na kufanywa upya nia yako, kwenye nia, kwenye maamuzi. Unakosema sasa mimi nataka nifanye moja mbili tatu, nataka nifanye moja mbili tatu, kwenye maamuzi ndani kabisa, unaamua kufanya nini. Bwana sikia, lazima tugeuze upya kwa, nimesema akili zetu zigeuze upya tione aliyokuwa yawezekani tuone anawezekana, singesema amina kubwa. Yaliona kwamba yaloliona hayatawezekana, uone leo yatawezekana kwa jina la na Yesu. Nasema kiwa na Kristo Yesu hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana. Amini yote yanawezekana. Kama nikupata mtaji, inawezekana. Mimi nimewambia kanisani ndo kwenye fursa, ndo kwenye utajiri, yaani hapo ndo kwenye utajiri. Kama kuna watu walishaenda kwenye machimbo, anatashaenda kwenye machimbo, anapata moja machimbo, walioenda kwenye machimbo, kwenye mgodi, unatafuta hela Wajia kwenye mamba hapa, kuna kuna hela, kuna fanya vipimo, wanapiliaga vile kipiga kengele hapo, kuna mahela hapo chini, kuna mgodi wa dhahabu hapa. Ni zaidi ya mgodi wa dhahabu, hapa ni zaidi hey, zaidi kabisa. Na akili inayopewa na Mungu ni ajabu sana, kitu kidogo saa unaweza ukakifanya. Juzi nikaambia nikasema, wakati Tunajua maarifa moja ya 3 tayari ni hela. Ni kwa kuna mama moja bwana anampa ugoni. Anakata kata tuvitambaa fulani hivi, anatengeneza tuvibanio. Yani, anaanza kanaenda kwa mafundi hapo. Akajichukulia ile vitambaa vitambaa vile vitambaa vitambaa. Sawa eh? Anatengeneza vibanio vya nywele. Kama vile Mama Zinata amebaka kibanio fanya kama. Amekafunga hivi. Ana anaweka na anatengeneza tu vibanio nzuri, anaweka na plastiki pale ndani. Kile kibanio kinakuwa kinavutika hivi, si ndio? Wananunua, wananunua.